wote ni makampeni meneja wa kwako na Mama Samia nao nao waona wote wamejipanga kisayansi kwenda kutafuta kura za mapiga matatu ya Chama cha Mapinduzi. Tunajiratibu vizuri, na bahati nzuri tunakatibu bingwa kabisa kamati yoto ya siasa, tumejiratibu tumejipanga vizuri kwenda kutafuta kura, na sababu tunayo ababari kahakikishia ndugu mgombea mwenza mambo aliyotufanyia mama Samia Suluhu Hassan hatujawahi kuona. Wakati tunaingia hapa, tulikaa kwenye mateso miaka ishirini. Leo tuna barabara za lami na taa juu, na tunavyoendelea hapa, kuna barabara ya Bomang'ombe Chekimaji TPC. Barabara hii ina kilometa 25.7 imeanza kilometa tatu kuwa umefika hapa, hizo zilizobaki wewe na mama Samia tunaenda kuzimaliza. <coughs> na barabara inakuwa inashindikana ya makoa mtorojeni kilomita kumi na nane. Hii barabara mama Samia alipokuja hapa Iruma ilikuwa naitwa barabara ya ng'ombe, leo ni barabara ya watu. Wakandarasi watatu wako saiti kuo hayati Benjamini Mkapa kwa sadara, oroki, hapa, kutoka kwa sadala kwenda Uswa. Tumeanza kile kipande cha Uroki kikafanyiwa matengenezo, lakini baba, kwa kuwa amefika hapa, najua na lami itapanda. Tunabarabara ya kutoka kwa sadala lomira kilomita kumi na tano hii ni ya tangoli baba, wameanza kufanya vizibiliti. Sisemi neno hapa, lakini funga kazi. Tulikuwa tunaangaika na soko la kwa sadala tumetengewa bilioni 11.6, tayari wameshaanza kutafuta mkandarasi mwelekezi baba. Tunamshukuru sana ndoka Samia Suluhu Hassan, mimi <tutu> hapa wanatuletea hela ya, ya kupacha, bilioni moja imeshaingia kwa ajili ya ujenzi wa ofisi ya halmashauri yetu. Umeme ndio siseme, na mengine kwa sababu ya muda. Mimi <tutu> ndio mwanzo, naomba nikuhakikishie umati unaoona ni watu ambao wameonja mema ya sisiomu. Tunasema tunaonja utano wa CCM hatutarudi nyuma tena, nenda na hakika kwamba kura za Dkta Samia Suluhu Hassan ziko kwa asilimia mia za mbunge na madiwani wote hapa hapa, madiwani wote, madiwani wote. <laughs> Ndio uzuri wa kuwa na mwakilishi ambaye kwanza anatoka katika chama makini lakini pili yeye mwenyewe pia ni makini. Sasa unaweza ukatoka chama makini lakini ukawa hubebi kero za watu wako, hubebi shida za watu wako. Eh, wako viongozi ambao akipata nafasi ya kuongea na viongozi wakubwa, yeye kazi yake kuongelea shida zake binafsi, sio za wananchi wake. Saashisha amekuwa akiongea matatizo ya wananchi wake. Hata nilipokuwa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, kila alipoomba kukutana na mimi, hajawahi kuja na mambo yake binafsi, anakuja na mambo ya wananchi wa jimbo lake. Jambo hili linivutia sana. Kwa hiyo, Saashisha, wanapokupa miaka mitano mingine, basi usibadilike.